Jamii, sanaa na utamaduni. Kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii ni nani ambaye ameyakanyaga kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika mazungumzo yao. Aidha, katika mkutano wao mbele ya waandishi wa habari, mkutano ambao uliofanyika White House, ambapo kumejadiliwa swala zima so kuhusu hatma ya wakulima wa kizungu ambao Raisi wa Marekani anadai ya kwamba wakulima wa kizungu wananyanyaswa nchini Afrika Kusini, kitendo ambacho kilipelekea rais wa Marekani kuweza kuwatolea wito raia wa kizungu wa Afrika Kusini ambao wanajihisi ya kwamba wanadhulumiwa nchini humo, aidha wanatendewa iwanatendewa hivyo sivyo, na sheria ambazo zimewekwa nchini humo, sheria ambazo rais Trump anadai kuwa zinawakandamiza wazungu na kuwatolea wito wajielekeze nchini Marekani na watapewa hifadhi nchini humo, na baadhi yao inatajwa kwamba zaidi ya raia wa Afrika Kusini wa kizungu zaidi ya 40 tayari wameshaingia nchini Marekani tayari kwa kuweza kupewa hifadhi. Na rais wa Afrika Kusini ameweza kuarifiwa nchini Marekani na rais Trump ili aweze kueleza ni kitu gani ambacho kinaendelea nchini hadi raia wa kizungu kufikia hatua ya kunyanyaswa, na kile ambacho kilichoshuhudiwa katika mazungumzo yao hayo, rais wa Marekani alijiandaa vilivyo na kumwonyesha Rais Ramaphosa na tume ambayo iliyokuwa ikimshindikiza kuonyesha video ambayo kwa mujibu wa rais wa Marekani ni wito wa kuamalizia maisha raia wa kizungu, aidha wakulima wa kizungu wanaopatikana Afrika Kusini. Katika video hiyo alionekana na kusikika sauti kiongozi wa chama cha EFF ambaye anajulikana kwa jina la Julius Malema akiimba wimbo, wimbo ambao ulikuwa ukiimbwa katika kipindi cha ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini katika mapambano ya kujikomboa, wimbo ambao rais wa Marekani na tume yake imetafsiri ya kwamba ni wito wa kumalizia maisha wakulima hawa wa kizongo, na rais wa Afrika Kusini amemfahamisha rais Trump ya kwamba hakuna yoyote ambaye ana uwezo wa kumalizia mwenzake maisha, kwa kuwa Afrika Kusini ni taifa ambalo linaheshimu sheria, na yoyote yule ambaye atakayekiuka sheria, basi sheria haitoshindwa kufuata mkondo wake. Na video nyingine katika mitandao ya kijamii zinamwonyesha kiongozi huyu wa chama cha EFF Afrika Kusini, Julius Malema, akifahamisha kwamba Rais Ramaphosa hata amweleze vipi rais wa Marekani, hawatomsikia afanye chochote kile, eidha atoe ufafanuzi wa aina yoyote ile nchini Marekani na hususan katika ikulu ya White House Hakuna atakayemsikia aidha, hakuna atakayemwelewa kwa kuwa tayari Marekani ina ajenda zake. Malema katika video hizi anakumbusha kwamba hata rais Mandela wakati Marekani ilipokuwa katika harakati za kutaka kuanzisha vita nchini Iraq Rais Nelson Mandela alimfahamisha rais wa Marekani kipindi hicho, George Bush, alimfahamisha kwamba nchini Iraq hakuna silaha za kuangamiza halaiki, lakini hawakuweza kumsikia. Vile vile rais Thabo Mbeki naye pia, kwa mujibu wa Malema na kile ambacho nadai ya kwamba ni historia ya Afrika Kusini katika kupambania haki, alifahamisha kuwa Thabo Mbeki naye pia aliweza kuwafahamisha viongozi wa Marekani, aidha serikali ya Marekani kipindi hicho kuwakenaisha ya kwamba nchini Iraq hakuna silaha za kuangamiza, lakini hawakuweza kumsikia. Haikuishia hapo, Afrika Kusini kama taifa iliandaa tume maalum kwa ajili ya uchunguzi kuhusu silaha hizi za maangamizi ya laiki ambazo Iraq ilikuwa inatuhumiwa kumiliki katika kipindi cha Saddam Hussein, kutuma tume hiyo nchini Iraq. Tume hiyo ilijielekeza nchini Iraq na kuweza kuchunguza na kutoa taarifa ya kwamba hakuna silaha za kuangamiza. Lakini cha ajabu kile ambacho kilichoendelea ni Iraq iliweza kuvamiwa na Marekani. Kwa mujibu wa Malema, ni wazi kwamba wakati ambapo Marekani inapokuwa na zake huwa hairudi nyuma, hivyo basi hapo kuwepo umuhimu wa aina yoyote kwa rais wa Afrika Kusini Kufunga safari kutoka nchini Afrika Kusini na kujielekeza nchini Marekani kwenda kumfafanulia Rais Trump ni kitu gani ambacho kinaendelea nchini Afrika Kusini. Mitazamo tofauti kufuatia swala hili inatajwa kwamba tayari Afrika Kusini imekwisha yakanyaga, kwa kuwa kitendo cha rais wa Marekani kuweza kuchukua maamuzi kama hayo, kuwachukua raia wa kizungu, aidha wakulima wa, wa kizungu kuwapa hifadhi nchini Marekani, inaonekana kwamba kuna jambo ambalo linaandaliwa dhidi ya Afrika Kusini vile vile Ukizingatia uwepo wa Afrika Kusini aidha wanachama wake katika muungano wa BRICS, BRICS ambayo inaonekana kuja kwa kasi kutaka kukabiliana na Marekani katika ushawishi wake ulimwenguni. Na mitazamo mingine inafahamisha kwamba inaonekana wazi ya kwamba rais wa Marekani Donald Trump hana taarifa ambazo ni sahihi kuhusu Afrika Kusini, kwa kuwa kile ambacho kilitendeka Afrika Kusini wakati ambapo serikali ilikuwa ni ya kibaguzi kulikuwa na uovu ambao uliopindukia, na hata baada ya kuondoka madarakani waliobaki wapo raia wa kizungu wa Afrika Kusini ambao waliendelea kuwa na fikra na sera ambazo ni za kibaguzi na kuwatesa wale ambao waliokuwa wakishirikiana nao katika kutekeleza majukumu ya kila siku, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi katika maeneo yao ya kazi. Na video ambayo aliyopewa rais wa Marekani ili aweze kumwonyesha Rais Ramaphosa inaonekana ya kwamba iliandaliwa na mtu ambaye tayari alikuwa na malengo mengine. Na mtu mwingine ambaye alikuwa na malengo binafsi kwa kuwa katika ulimwengu wa diplomasia huwa ikitafutwa sababu ambayo huwa na mashiko na sio kuleta sababu isiyokuwa na mashiko kwa kuwa wimbo ambao uliokuwa ukiimbwa na wafuasi wa Julius Malema katika chama chake ni wimbo ambao uliokuwa ukitumiwa katika kipindi cha kukabiliana na ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Ni jamii sana, utamaduni unasemaje kuhusu msimamo huu wa Julius Malema kuhusu Rais Ramaphosa? Kuwa imepoteza muda kwenda kujieleza mbele ya rais wa Marekani Donald Trump, tuachie mtazamo wako.